Inawezekana tutashindwa kufanya mabadiliko kama wazazi hatutatambua kwamba tumekosea. Kuna baadhi ya jamii katika nchi yetu hii ya Tanzania bado zina tamaduni nzuri, bado zina desturi nzuri, bado zina mila nzuri, lakini tamaduni hizo chache ambazo ni nzuri, sisi ambao wenye tamaduni ambazo tumeziacha tumeziacha kwa sababu mbalimbali mbali, ama mabadiliko ya nchi ama mabadiliko ya teknolojia, tunakwenda kuwacheka wale ambao wanaoendelea kuwa na tamaduni nzuri. Tunawaona ni washamba, tunawaona wamepitwa na wakati. Lakini nikuthibitishie mzazi, unaonisikiliza mshamba ni wewe na mimi, tuliopitwa na wakati ni mimi na wewe, lakini wale wezetu ambao wanaendelea kusimamia zile tamaduni zao, wale watu wapo vizuri. Simaanishi kwamba kila tamaduni ni nzuri, natambua kuna tamaduni nyingine ambazo zimepitwa na wakati, lakini kuna tamaduni nyingine bado ni nzuri za kwenda kuwasaidia watoto zetu.